Ilikuwa ni siku ya jua kali katikati ya jiji la na Nairobi gasia zilikuwa zimetanda, kelele za waandamanaji zikichanganyika na milio ya risasi vitoa machozi na vilio vya watu waliokuwa wakipinga ukatili wa polisi. Ndani ya hayo yote, kijana mmoja mdogo mwenye ndoto kubwa za maisha, Boniface Mwangi Kariuki, alijipata katikati ya joto la maangamizi. Alikuwa muuzaji wa barakoa, mchuuzi, kijana mwenye umri wa miaka ishirini na miwili tu aliamua kutumia jua na vumbi la jiji kutafuta riziki ya halali. Siku hiyo Juni 17 hakutegemea kuwa angekumbana uso kwa uso na risasi ya afisa wa polisi. Risasi hiyo iliyolenga kichwa chake ilibeba uzito wa mateso ya familia, ndoto zilikatizwa na huzuni kwa vijana wenzake. Bonifasi alikimbizwa hospitali kwa dharura. Katika hospitali ya taifa ya Kenyatta madaktari walipambana, alifanyiwa upasuaji mara tatu, vipande vya risasi vikitolewa taratibu kutoka kwenye wake. Toka Juni 17 akiwa ICU akipambania uhai katika vita ya maisha na mauti, wakati familia yake ilikesha nje ya hospitali, macho yao yakiwa na tumaini dogo, mioyo yao ikiwa imejaa sala. Lakini siku ya Jumamosi usiku, matumaini hayo yalizimika tena, baada ya daktari kumuita baba yake na kijana huyo na kumweleza kuwa ubongo wa kijana wake haufanyi kazi, akimaanisha ubongo umekufa. Lakini kulibaki Faraja kidogo kwani licha ya kwamba ubongo wake ulikufa lakini jambo la ajabu ni kwamba moyo wake bado ulikuwa unafanya kazi. Mapigo ya moyo yalikuwa yakienda, japo siyo kwa kasi inayotakiwa. Kwa sababu za kisheria, mashine za kumsaidia kuishi hazikuweza kuzimwa mara moja, hivyo aliachwa ili aendelee kutumia mashine. Lakini sivyo bahati, leo Jumatatu saa tisa na robo alasiri simu inaingia. Emily Wanjira, msemaji wa familia alipokea simu hizo ambazo hakuna mzazi wala ndugu au rafiki angependa kuzisikia, na habari yenyewe ni kuwa Boniface Mwangi Kariuki ameaga dunia. Tulijua siku hii ingeweza kuja, lakini moyo haukuwa tayari, hakustahili kufa kwa namna hii, anasema Emily Wanjira, msemaji wa familia. Familia ya Boniface Mwangi sasa inakabiliana na mzigo mkubwa wa deni la hospitali linalozidi shilingi milioni tatu nukta tano ya Kenya lakini zaidi ya hilo wanabeba maumivu ya kupoteza kijana aliyekuwa tu akijitafutia riziki, kijana ambaye hakushika silaha wala hakutishia amani, bali alikumbana na risasi ya kichwani kwa sababu tu ya utafutaji wake wa riziki ya kila siku. Baba yake Jonah Kariuki hana maneno ya kutosha kueleza uchungu wake. Familia inataka majibu, inataka hatua, inataka haki. Wanaitaka serikali, mahakama na vyombo vya usalama kuchukua hatua dhidi ya afisa aliyefyatua risasi hiyo ya mauti kwa Bonifasi Mwangi. Kwao kifo cha Bonifasi si ajali, ni jeraha ambalo hakika halitafutika mioyoni mwao. Bonifasi Mwangi Kariuki, sauti yake imezimwa, lakini kilio chake kinasikika. Familia yake inahitaji haki kwa kijana wao. Je, haki itatendeka? Ameondoka, lakini kumbukizi yake itabaki hai katika nyoyo za wale waliompenda, wale waliomjua, taifa lililoshuhudia tukio linaloelezwa na makundi ya wanaharakati kama tukio la ukatili usio na mipaka. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Hii ni Msasa Media.